Hujambo mtazamaji na msikilizaji, karibu katika kufuatilia makala yanayohusu mti wa ulanzi. Kukuletea makala hii si mwingine, ni Glory Pasco. Karibu tuwe sote. Mti wa ulanzi ni mti wa miwaporini unaojulikana kwa jina la kisayansi kama Rafia Farinifera, au katika maeneo mengine kama mti wa mfinje au mti wa waini ya asili. Ulanzi ni aina ya pombe ya kienyeji inayotokana na maji tamu yanayotiririka kutoka kwenye shina au kichwa cha mti huu baada ya kukatwa au kuchomewa. Mambo muhimu kuhusu mti wa ulanzi: jina la kisayansi, kama nilivyokwambia hapo awali, rafia farinifera au aina ya mitende. Maeneo yanayopatikana mti huu hupatikana sana kwa wingi katika mikoa ya nyanda za juu kusini mwa Tanzania kama Mbea, Njombe, iringa naruvuma. Na Ruvuma na utengenezaji wake, kutengenezwa kwa ulanzi. Maji ya kwenye mti huu hukusanywa na kuwekwa kwenye vyombo, kisha huanza kuchacha na kuwa na kilevi baada ya muda mfupi tu, yani kwa masaa machache au hadi hata siku moja. Ulanzi mbichi huu ni mtamu kama juisi kabla haujaanza kuchacha, lakini ulanzi uliokomaa baada ya kuchacha huwa na kilevi na hutumika kama pombe ya kienyeji.